Hujambo jambo, hii ni Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashidi. Mkuu wa shirika la ujasusi wa ndani nchini Israel Shin Bet, ambaye serikali mjini Tel Avivu inataka kumfukuza kazi, amemshutumu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuwa alikuwa akimuagiza kufanya mambo kwa maslahi yake binafsi, ikiwemo kuwafanyia ujasusi waandamanaji wanaoipinga serikali yake. Shutuma hizo zimetolewa katika taarifa yake kwa mahakama ya upeo nchini Israel, ni za kukanganya katika sakata la kisheria na kisiasa na lomkabili waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Hu, dhidi ya jasusi mkuu wa shirika la usalama wa ndani nchini Israel Ronen Bar ambaye kutumuliwa kwake kulitangazwa na serikali mwezi uliopita na kuibua maandamano makubwa nchini Israel. Hatua hiyo ambayo haijawahi kushuhudiwa ya kumfukuza kazi mkuu wa shirika la ujasusi wa ndani Shin Bet imepingwa na mwanasheria mkuu na hata upinzani nchini Israel. Kufuatia kusikilizwa kwa muda mrefu kwa kesi hiyo, mahakama kuu mnamo Aprili 8 iliitaka serikali na, na mwanasheria mkuu kutafuta maelewano juu ya swala hilo na kuapa hadi likizo ya Pasaka ambayo imekamilika sasa. Vyombo vya habari vya ndani nchini Israel vimeripoti kuwa Ronen Bar anaweza kujiuzulu hivi karibuni. Hati ya kiapo ambayo mkuu huyo wa usalama wa ndani aliwasilisha mahakamani siku ya Jumatatu ina mashtaka kadhaa dhidi ya bwana Netanyahu, ikiwa ni pamoja na kwamba alimwomba Bar kumtumikia kwa maslahi yake binafsi. Ilikuwa wazi kwamba katika tukio la mgogoro wa kikatiba angetarajiwa kumtii Netanyahu na si mahakama juu, Bar aliandika katika waraka huo ambao ulitolewa na ofisi ya mwanasheria mkuu. Bosi huyo wa shirika la usalama wa ndani la Israel alisema Netanyahu alimwambia katika hafla zaidi ya moja kwamba alitarajia shirika la ujasusi wa ndani nchini Israel la Shinbet kuchukua hatua dhidi ya raia wa Israel waliohusika katika maandamano ya kuipinga serikali kwa kufuatilia wafadhili wa wa maandamano hayo. Ronen Bar pia alithibitisha ripoti za vyombo vya habari kwamba Netanyahu aliomba usaidizi wa mkuu huyo wa shirika la ujasusi wa ndani ili kuchelewesha kutoa ushahidi wake katika kesi ya ufisadi inayoendelea dhidi ya waziri mkuu huyo wa utawala wa Kizayuni. Pia alikanusha shutuma kutoka kwa waziri mkuu na washirika wake kwamba Shinbet ilishindwa kumwonya Netanyahu na mashirika mengine ya usalama wakati wa uvamizi wa Hamasi wa Oktoba 7 mwaka 2023. Ofisi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, mwenye jina la utani Bibi, ilikataa shutuma zilizotolewa na Ronen Bar katika taarifa yake fupi ya mstari mmoja. Taarifa hiyo imesema na Ronald Ba aliwasilisha hati ya kiapo cha uongo kwa mahakama ya juu, ambayo tutaikanusha kabisa katika wakati ufao. Mwisho wa kunukuu na wakati hayo wakijiri, baadhi ya wa Wakatoliki katika ukanda wa Gaza wameendelea kumwomboleza mwenda zake Papa Francis aliyaga dunia hiyo Jumatatu. Mwenye umri wa miaka 49 ambaye alitazama mara nyingi jumbe za Papa kwa Wakristo wa Gaza amesema na nukuu, siku zote nilisubiri kusikia maneno ya Baba Mtakatifu, ningemtizama kwenye televisheni na kupitia skrin. Alitupa matumaini kwa jumbe zake na maombi kila siku, alifufua matumaini yetu ya kukomesha vita na umwagaji damu. Maombi yake atabaki nasi kwa ajili ya amani katika ardhi ya amani Palestina. Naye George Ayadi mkazi wa eneo la Al-Shabaha katika mji wa Gaza amesema kwa kuaga kwa papa sisi, huku Gaza tunahisi kana kwamba mwanga wa upendo na amani umezimwa, alisema mzee huyo mwenye umri wa miaka 67. Ingawa Vatican iko mbali, sauti yake daima ilifikia mioyo yetu. Hakuacha wito wa amani na haki dhidi yetu. Katikati ya maumivu na kizuizi cha kukosa hewa tunachovumilia sasa, tulishikilia maneno yake kama mwanga wa matumaini. Papa kamwe hakuisahau Gaza katika sala zake na leo tunatoa yetu ya moyoni kwa ajili ya roho yake, jamaa huyo alisema. Naye mkazi wa eneo la Rimal katika mji wa Gaza, Ibrahim Altarazi, amesema habari za kuhuzunisha na kushtua kwa Wakristo wote wa Gaza na Palestina kwa ujumla na kwa wapenda amani kote duniani. Mioyo yetu imevunjika kwa kuondokewa na Mtakatifu Baba yetu, tunamwombea Sala na baraka zake zitasalia ndani yetu ili amani iweze kutawala Gaza na duniani kote, kijana huyo mwenye umri wa miaka 37 alisema. Kwa upande wake, Ramez Al-Surouli mkazi wa Gaza City amesema kutoka Gaza, kutoka moyoni, kwenye maumivu, kuzingirwa na vita vya kila siku, tunamwaga leo baba yetu wa kiroho, papa wa Vatican. Jamaa huyo mwenye umri wa miaka 42 alisema na kuongeza, maombi yake na baraka zake zilitufikia na sauti yake ikasikika kwa ulimwengu wote ikisema, usisahau Gaza, usiwasahau waliodhulumiwa, mwisho wa kunukuu na tukielekea huko nchini Lebanon, Hussein Atotoi, kiongozi wa mrengo wenye silaha wa kundi la kiislamu la Lebanon la Jamaa Islamia, ameuawa leo Jumanne katika shambulio la Israel kusini mwa Beirut, afisa mmoja wa usalama aliambia shirika la habari la AFP. Israeli imeendelea kufanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya Lebanon licha ya makubaliano ya mwezi Novemba na serikali ya Lebanoni iliyoidhinishwa na Hizbullah ambayo alitaka kusimamishwa kwa uhasama wa zaidi ya mwaka mmoja ikiwa ni pamoja na miwili ya vita vya kila upande. Katika taarifa ya kutangaza kifo hicho kundi la Jamaa ya Islamia lilimwita mwenda zake Hussein Altwi kama kiongozi wa masomo na profesa wa chuo kikuu na kusema shambulio la ndege zisizo na rubani za Israel zililenga gari lake alipokuwa akisafiri kwenda mahali pa kazi huko Beirut chanzo kimoja cha usalama kilichozungumza na shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotaja jina kimesema Alatwi alikuwa kiongozi wa mrengo wa kijeshi wa Jamaa Islamia katika vikosi vya Al-Fajri. Afisa huyo ameongeza kuwa Israel iliwahi kumlenga Atwi wakati wa vita vya hivi majuzi na Hizbullah. Jamaa Islamia inahusishwa kwa karibu na Hamas ya Palestina na Hizbullah Lebanon, na ilidai kuhusika na mashambulizi mengi dhidi ya Israel kabla usitishaji wa mapigano wa Novemba 27 Jumanne pia wizara ya afya Lebanon ilisema shambulio la adui muisrael katika wilaya ya Tiro kusini mwa Lebanon lilimuua mtu mmoja. Chini ya mapatano hayo Hezbollah ilikuwa iwavutie wapiganaji wake kaskazini mwa mto Litani wa Lebanon na kubomoa miundombinu yote ya kijeshi iliyosalia kusini. Kwa upande wake Israel ilikuwa iondoe majeshi yake yote kutoka kusini mwa Lebanon, na bado wanajeshi wanasalia katika nafasi tano katika ukiukaji wa wazi wa usitishaji wa mapigano. Israeli siku ya Jumapili ilisema kuwa imewaua wana wawili wakuu wa Hizbullah katika mashambulizi dhidi ya Lebanon baada ya shambulio la roketi dhidi ya Israeli mwishoni mwa mwezi Machi. Jeshi la Lebanon lilisema wiki iliyopita limewakamata washukiwa kadhaa wa Lebanon na Wapalestina, huku afisa wa usalama akisema wanajumuisha wanachama watatu wa Hamas. Kwa mujibu wa mamlaka ya Lebanon, mashambulizi ya anga ya Israeli dhidi ya Lebanon yamesababisha vifo vya watu 190 tangu kuanza kwa usitishaji wa mapigano mnamo mwezi Novemba. Na tukielekea huko nchini kiongozi mkuu wa kidini wa Waislamu wa, wa madhehebu ya Shia, Ayatullah Saidi Al Alsistan, amesema papa mwenda zake Francis alikuwa na hadhi ya juu kiroho mbele ya mataifa mengi kutokana na mchango wake wa kipekee katika kuhimiza amani na kuvumiliana pamoja na kuonyesha mshikamano wa watu wanaodhulumiwa duniani kote. Ofisi ya Ayatullah Al Alistan, marja taklik wa Waislamu wa Kishia nchini Iraq, imetoa taarifa za salamu za rambirambi kwa kufariki kwa mwenda zake papa kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani na kuelezea kwamba papa mwenda zake alikuwa na hadhi ya juu kiroho mbele ya mataifa mengi. Taarifa ya ofisi ya Ayatollah al al-Sistan imeendelea kueleza kwamba mkutano wa kihistoria baina ya Papa Francis na Ayatollah al-Sistan uliofanyika katika mji wa Najaf al-Shiraf ulikuwa na umuhimu mkubwa kutokana na pande zote mbili kutilia mkazo nafasi kuu ya imani. Ayatullah al-Sistan amesisitiza pia ulazima kufanyika kwa juhudi za pamoja kwa ajili ya kuimarisha utamaduni wa kuishi pamoja kwa amani, kujiepusha na chuki na vitendo vya utumiaji nguvu, na kutilia mkazo thamani na tuni zinazokubaliwa na watu wote kwa msingi wa kuchunga haki na kuheshimiana wafuasi wa dini na mielekeo mbalimbali ya kifikra . Vatican imetangaza kwamba Papa mwenda zake Francis atazikwa siku ya Jumamosi na tuhitimishe rubaa za kimataifa kwa kuelekea huko nchini Urusi ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin ameidhinisha bunge la Urusi kuridhia mkataba muhimu na Iran ambao aliutia saini na rais wa Iran Dr Masoud Pezeshkian mwezi Januari. Mkataba wa ushirikiano wa kimkakati kabambe ambao Putin aliutekeleza siku ya Jumaatatu unarasilimisha dhamira ya kujenga uhusiano imara katika maeneo mbalimbali, kuanzia usalama wa kitaifa hadi nishati ya amani ya nyuklia hadi upinzani wa pamoja dhidi ya vikwazo vya upande mmoja. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesisitiza wiki iliyopita kwamba mkataba huo ulikuwa unakamilishwa licha ya changamoto ya mazingira ya kikanda na kimataifa na majaribu ya kutoa shinikizo kwa mataifa hayo. Katika wiki za hivi karibuni, rais wa marekani Donald Trump ametishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Tehran isipokuwa itakubali kupunguza shughuli zake za nyuklia vya kutosha ili kuhakikisha kwamba haiwezi kuzitumia kutengeneza silaha, matarajio ambayo jamhuri ya kiislamu ya Iran imeyakanusha vikali. Makubaliano ya mkataba wa nyuklia baina ya na mataifa yenye nguvu ya mwaka 2015 yalilenga kuzuia utumiaji wa silaha hizo. Hata hivyo, yalidhoofishwa na Trump alipoiondoa Marekani katika mapatano hayo wakati wa muhula wake wa kwanza, akishirikiana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu katika kulaani makubaliano hayo kama mabaya zaidi kuwahi kutokea. Hivi majuzi, Washington na Tehran zimeshiriki katika mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja nchini Italia na Oman. Maafisa wa Marekani wanasisitiza kwamba makubaliano yoyote mapya ni lazima yaitake Iran kufuta mrundikano wake wa madini ya Iran iliyorutubisha na kuihamishia katika taifa lingine huku Urusi akiwa mtarajiwa wa kupokea zana hizo duru zinazotajwa na gazeti la The Guardian zimedai. Wakati huo huo, Iran inataka kuhakikishiwa kwamba Marekani itakabiliwa na madhara makubwa iwapo itajiondoa katika mapatano hayo mapya sawa na ilivyojiondoa katika mapatano ya JCPO ya mwaka elfu mbili na kumi na nane. Moscow imekuwa na jukumu kubwa katika kuunga mkono mpango wa nyuklia wa kiraia wa Iran haswa kupitia ujenzi wa kinu cha nguvu. Share. Mradi huo ambao awali ulihusisha watengenezaji wa Ujerumani kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 ulifufuliwa katika miaka 1990 wakati shirika la atomic ya serikali ya Urusi Rosatom lilipochukua tenda ya kutengeneza kituo hicho. Kitu cha kwanza huko Busheri kilizinduliwa mwaka 2011, na mapema mwaka huu Teheran iliripoti kwamba maendeleo kwenye kitengo cha pili na cha tatu yalifikia asilimia 17. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina la langu ni Awadh Rashidi. Usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka hapa.